Na ndugu mtazamaji wa Holytouch Media, kama tulivyokuahidi tunaendelea na mahojiano na kuongea na wamama ambao wame, wameazimisha misa yao leo, na hawa ni wamama kutoka kanda ya Mtakatifu Katalina wa Siena. Tunaendelea kuongea nao kujua hisia zao katika hili tukio lao kubwa ambalo wamelifanya. Sio tukio dogo, tukio la watu kukusanyika kama hivi, alafu ni wamama, tunajua changamoto zake, kwa hiyo Sio tukio dogo. Tunaendelea kuongea na wawili watatu ili tujue na wao pia wamejisikiaje. Niko na mama yangu hapa, nakwenda kuongea naye mama. Atumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Tunaomba tukufahamu majina yako. Kwa majina naitwa Betty Tarimo. Ndio sasa mama, tumeona leo kama wamama wa kanda ya Katarina wa Siena, mmekusanyika kwa umoja wenu, mmefanya tukio kubwa sana leo na kuadhimisha misa takatifu. mm. wewe kama mama unajisikiaje kuwepo wewe miongoni mwa wamama ambao wamehudhuria leo kwenye hii misa? Asante sana mtangazaji, kama nilivyojitambulisha majina yangu, lakini pia mimi ni katibu wa wakinamama hawa ambao tumeunda umoja wetu ambao unaitwa Umoja wa Mama wa Bikira Maria Mfariji wetu. Yeah. Wamama sisi tunatokea kwenye kanda hii ya Katarina wa Siena ambayo ina jumuia nane. Yeah. Kwa hiyo jumuiya zote nane zinawawakilisha ambao wako kwenye umoja huu nia yeah, na madhumuni. Baada ya kujiona kama hatuendi sawa, mm, tukaona tujiunge katika umoja huu kwa ajili ya kuhamasishana yeah, kiroho zaidi yetu, mm, sisi ni kiroho kiimani, kujengana zaidi, yeah, na lakini pia pale panapokuwa na matatizo ya kijamii, mfano misiba, maradhi, yeah, pia tunasaidiana Hmm. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeanza wachache sana, lakini mpaka leo hii kama ulisikia pale kanisani tuko mia moja na nane hmm. na bado kuna wengi sana wanahitaji kuendelea kujiunga, lakini kutoka ndani ya kanda ya Katarina wa Siena naam hmm. sawa na, na changamoto zake zikoje? Maana yake tunajua kuwakusanya watu sio tu wa mama kuwakusanya watu kuwaweka pamoja, tunajua changamoto ni kubwa. Changamoto zake zikoje nyinyi mpaka mkafanikisha mka hili swala mkawakusanya wamama wote mpaka leo mmefanya misa kwa pamoja, changamoto zikoje? E, changamoto kwenye umoja au kikundi chochote kile nde. Mfano kuhudhuria, mm. mm, una mama badala ya kutoa taarifa basi anaamua kukaa bila kutoa taarifa, hilo leo tumekanywa pale kanisani, yeah. lakini wengine wanakuwa kama hawaamini Hmm. kwamba umoja huu utafika mbali hmm, lakini hadi sasa hivi naamini kwamba washaamini, kwa sababu yapo matukio ambayo yale yanatugusa hivi, naamini wasiwasi ule hmm, umetoweka.